Tutajelee tena ile taarifa kutoka Busia kwamba gavana wa Busia Paul Otuoma ameisuta kamati ya uhasibu ya seneti kwa kumdhalilisha wakati wa vikao vya seneti vilivyofanyika katika bunge la kaunti hiyo mapema mwezi huu. Otuoma amesema kuwa wanachama wa kamati hiyo wakiongozwa na seneta wa Homa Bay Moses Kajwang' walimdhalilisha mbele ya umma kwa kumuuliza maswali yanayodai hayakuwa na msingi. You the truth. Tuko na shida kubwa, mnajua hata hapa records hapa Busia zilichomwa, hata vitu vingine wanatuambia tulipe, hata hakuna record. Si maofisi hapa mnakumbuka zilichomwa, nikawaambia mnipatie time nione, tumejaribu kujenga trailer parks. Watu wametupeleka Wanasema hii matrela inapita Atibusia, tunaweza kukolekti revenue, lakini ukijaribu hata kununua shamba mumepelekwa kotini. Weo, unaweza kuwatwati, kazi yako ni kupeleka sisi kotini kila siku. Tuambie nini tunaweza kufanya?